penzi mtazamaji wetu katika idhaa yetu ya Lufafrika Media, na kama kawaida tunakuletea masuala mazuri ya kuupegusha na kuibua maswala ya Kiafrika ambayo tunazidi ama tunahitaji kuchambua na kujijuza ili tuweze kuelekeza jamii yetu katika njia iliyo sawa. Kwa hivyo leo nina hapa ndugu yangu ambaye ni bwana Kizito, na bila shaka tutakuwa tunachambua labda mada kuhusiana na vijana ama kuhusiana na elimu katika jamii yetu ya sasa ambapo unapata kwamba kuna mfumo fulani wa elimu ambao tunafuata, ambapo kila mmoja anahitajika kufuata mfumo huo ili aweze kupata maisha labda mazuri pale mbele. Na labda bwana Kizito, unazungumziaje? Labda nikianza kwa kukuuliza, unajua kuna kuna mfumo wa elimu ambapo unapopata mtoto iwapo ni kwenye serikali yetu, e, kuna namna fulani ambapo unahitajika kwamba anapofikisha miaka fulani aende shuleni akasome maswala mawili matatu kuhusiana na taaluma akasome na kadhalika. Unahisije iwapo panahitajika labda, je, ni vizuri labda kuwe na uhuru wa mzazi labda kusema kwamba mtoto wangu hataenda katika shule hizi ama katika masuala haya ya kitaaluma, labda afanye kivingine, labda asome kwa njia nyingine, ama akuze talanta zake mwenyewe bila kufuata mfumo wa wetu wa elimu, labda wa kwenda darasani na kadhalika. Na nadhani uh, na hili swala la mfumo wa elimu ni jambo ambalo umeletewa tu. Kwa mfano mfumo huo wa elimu wa 844 ni mfumo ambao uliletwa chini ya Mackay Commission ambayo iliundwa, na nadhani ilikuwa ni rais ambaye ni uh, hayati kwa sasa ambaye alijulikana kama Moi. Nadhani <coughs> kabla ya ujio wa mifumo hii ya elimu, sisi kama Afrika tulikuwa na mifumo yetu ya elimu ambayo bila shaka haikunuia kutupotezea wakati kwa mfano ukiangalia mfumo wa nane nne nne, ni mfumo ambao ukifanya kihisabati, nane ukiondoa nne uondoeni, unabaki na sufuri, na ndio maana unapata kwamba wengi wetu tumepoteza muda kule shuleni, tukija huku nje katika maisha halisia, sisi hatuna uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu tumefundishwa tu kukushika ku, ku, fi, uh, uh, falsafa ambazo hazitusaidia. Kwa hivyo, mtu kama kwa mfano, mama ndiye mwalimu bora katika dunia. Hmm. Aa, mwalimu wa kwanza. Na mwalimu wa kwanza tena mwalimu bora, hakuna kulinganishwa na yeye. Hmm. Kwa mfano, mimi mama alinifundisha kwamba ukimtusi okay, mtu ni lazima uadhibiwe. Kwa hivyo hili ni somo ambalo nilipata kwake nikajua kwamba hili nikinishika litanisaidia katika maisha. Na kweli dhubutu kunitusi uone kama sitakulima hapa mangumi, ah, <laughs> Tuache hayo, lakini zile <laughs> falsafa ambazo nimesoma katika shule zimekusaidia vipi? Hmm. Kando na kukuja kuanza kutuelezea falsafa, falsafa, lakini kweli ni kwamba kuzitia katika mazoezi haupo. Hmm. Kwa hivyo iwapo mtoto wako unajua kwamba huyu, ninavyoona huyu anakaa mchezaji mpira, ni vizuri waanze kumpeleka katika zile shule za kiakademi ambazo zinajihusisha na mpira. Iwapo unaona kwamba huyu mtoto wangu anapenda masuala ya kutengeneza tengeneza magari, basi unajua huyu ni mechanic mkubwa, peleka yeye katika shule hizo, aanze kujijenga akiwa mdogo hmm. Unahisiji labda kumekuwa na dhana kwamba e, tusipoenda shuleni ama watoto wetu wasipokwenda shule hmm. basi hayo mambo mengine yatakuwa labda ni magumu kufanyika. Kwa mfano masuala ya kwenda shuleni kusoma hisabati na kadhalika, ndiposa baadaye labda mtu apate uwezo labda kama ni kwenda michezo, labda mimo sanaa na muziki. Kuna dhana kwamba shule kwanza, yaani shule inakuwa na umuhimu zaidi. Unahisi vipi kuhusu hilo? Naam, kidogo nikubaliane nayo na kidogo nitakataa tena, kwa njia zifuatazo. Njia kwanza Yesu kabla hajakuwa hajakuwa yani haja komaa katika ule, ile, ile lile lengo ambalo lilimleta katika dunia kuna mahali ambapo naambia kwamba alienda kwenye shule waliziita the tabernacle schools, eh? Kwa hivyo kupitia pale kuna mambo mawili matatu ambayo aliazoa pale. Kwa hivyo na ujue kwamba hakuenda kusoma kile kitu, alienda kusoma mambo ambayo yanajihusisha na dini. Meona? Hmm. Mambo ambayo yanajihusisha na, na dini, lakini sasa elimu hii yetu ya Kenya kwamba wao ninasoma maswala ya biolojia, uh, ninasoma maswala ya jiografia, ninasoma maswala ya historia, ninasoma sijui maswala ya nini, mambo mengi ambayo yamewekwa pale kuweza kuzonga tu akili na ya, ya sio kusaidia. Kwa hivyo iwapo kweli, iwapo kweli tunataka kusaidika kwa sababu ya maswala haya ya shule, shule. ni vizuri ya kwamba kila kitengo kiwe na jambo mahususi ambalo kinafundisha ili mimi nikitoka pale nijue kwamba mimi nimechagua kuenda kuwa daktari, nianze na line hiyo nikiendanga. <coughs> sio kwamba niende nisome masuala na udaktari. Haya mambo hayatusaidii, ni tuwe na, na, na msimamo <coughs> tuwe tumejipanga sawasawa sawa, ili tuweze kuepuka mambo ambayo hayatusaidii katika maisha hmm. Kwa hivyo ni muhimu kwamba shule ziweze kujikita ama ziweze kupata kuwapa wanafunzi uwezo wa kujikita katika nyenzo maalum ama shughuli ambazo wanahisi kwamba wana ari na kipawa katika kufanya hivyo. Na ni vizuri sana kwa sababu kwanza, angalia mtu ambaye amepitia hivi vitengo vyote, vyote vya elimu amesoma biolojia, jiografia, sayansi, fizikia. Mtu huyu unajua kwamba akifika katika umri hasa umri wa labda miaka kumi na nane, unapata kwamba mtu huyu hawezi fanya uamuzi kwa sababu amechanganyikiwa, kwanza haelewi hmm. afanye jiografia, afanye fizikia, afanye hajui na ndio maana unapata kwamba watu wengi tunaishia kufanya taaluma na kozi ambazo bila shaka mwisho mwishowe tunaishia mahali ambapo hatukutarajia hmm. Kwa sababu ya mfumo ambao tumewekwa. Mfumo ambao umechanganyikiwa kwanza hmm. Hmm. Kwa hivyo nadhani hi, hilo ni sahihi zaidi na nikilabda shadidia hoja hiyo tu. Juzi nilipokuwa mwalimu katika shule fulani, pale nilipata kwamba kuna darasa langu ambalo nilikuwa nikifundisha pale na kuna mwanafunzi ambaye hakuwa anajua chochote. Yaani katika maswala yote ya mtihani anapata sufuri sufuri sufuri, ama sufuri moja, ila ya kupata tu kwa sababu ametia kalabu labda na hata hati yake ilikuwa haionekani. Sasa niliposema na mwalimu wa darasa hilo nikauliza, mimi nilikuwa nampa maoni kwamba, naambiwa mbona usimwambie mzazi wa mwanafunzi huyu kwamba mtoto huyu asije shuleni kwa sababu anapoteza muda, ako kidato cha kwanza, lakini inapoonekana ni kwamba hakuna chochote ambacho atapata baada ya miaka minne, na mwalimu akajibu kwamba mzazi mwenyewe alisema kwamba huyu mtoto inabidi awe shuleni, kwa sababu shule itamsaidia kwamba atapata labda kuwa na wenzake pale, kwa sababu nyumbani labda yuko peke yake. Na niseme kwamba alitaja kwamba huyo mtoto ameletwa shuleni ili asiibe, kumaanisha kwamba kule labda nyumbani angeketi angeanza katika shughuli za maswala ya wizi na kadhalika. Unaisije labda uamuzi huo ni sahihi ama wangefanya nini? juwa katika maisha ubongo wa mtu kuwa au hukoma kulingana na mazingira. Kwa mfano, unavyosema kama mtoto yule amepelekwa shuleni kwa sababu ya anataka epuke kitu cha masuala ya wizi, sidhani kama amemsaidia, kwa sababu yule tabia ni wezi. Kwa hivyo kumpeleka yule mwanafunzi, kwa sababu pale shuleni pia kuna na akiungana na wenzake ambao gazi nyingine atakuwa amesaidika? Hajasaidika, hajasaidika yote. Kwa hivyo jambo la kumsaidia mtoto huyu, angalia ni kipi ambacho anaweza kukifanya, kwa sababu pale shuleni hapati chochote, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaweza mzuia madhibiti asifanye kama wazazi. Kwa mfano, unajua wale wazazi ambao tunawaita kwa Kiingereza strict parents, huwa hmm. wametupa watu ambao hawatusaidii katika katika maisha kwa mfano hapa ha, katika vyuo vikuu unapata kwamba mzazi anajua kwamba mtoto wake ha, huyo ni mzuri kwa sababu nimemlea katika njia za kidini na nimemwadhibu vilivyo, hawezi potoka, lakini anapofika katika chuo kikuu anachukua mkono. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba maisha yetu kama binadamu yamefungwa na kanuni na sheria ambazo tunafikiria labda ni nzuri au ni mbaya. hmm. Naam, kwa hivyo labda kwa kukamilisha tu Eh, ni vizuri tuweze kuangazia masuala haya kama Waafrika, tuzidi kuvumuka, tuzidi kubadilisha mawazo yetu, kwa sababu uh, inastahili hivyo, tusiwe tunapoteza muda shuleni, na labda kuna shughuli nyingine ambazo tunaweza tukafanya. Nafurahi kwa sababu huruka hiyo ya wazazi kumtandika, binafsi nilichapwa sana kwa sababu nilikuwa naenda uwanjani kucheza badala ya kufanya eh, kazi ya ziada. Huenda sasa hivi ningekuwa mchezaji hodari sana, lakini si neno e, eh, mengine yalifanyika vivyo hivyo. Kama taifa, wazazi, wanafunzi, watoto, tuzidi kuangalia jinsi ipi tunaweza tukawa watu wenye manufaa katika jamii, kwa kujikita katika masuala ambayo tunaweza talanta zetu na ari zetu, ili tusiwe tunapoteza muda katika e, maisha haya. Labda kwa kumalizia, unaweza ukatoa kauli ipi e, bwana Kizito? Na, uh, kauli ya msingi ambayo inaweza kutoa ni kwamba uh, kama binadamu tusifanye mambo tu kwa sababu tumepata yakifanyika wena uwezo na ueledi wa kutathmini mambo haya, angalia athari zake. Uh, katika Kiingereza, tunasema long life effect, uweze kuziangalia, kwa sababu iwapo uh, ni mtu ambaye ana nia nzuri na wewe uh, kwa sababu ukisema kwamba watu wasoma, ndio, watu wanasoma wote, watu ambao hawajapoteza muda katika shule. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba iwapo mtu ana uwezo na tumeutambua katika umri wake mdogo, ni vizuri tumsaidie kutimiza yale malengo yake akiwa mdogo, asianze kutapatapa kiwa mtu mzima hmm, na kuweza kupoteza muda mwingi a, kujaribu kujitafuta au kujirudi vizuri hmm, hmm, sana. Kwa hivyo tujenge misingi mizuri. Kwa hivyo nashukuru sana, uh, mtazamaji wetu kuweza kufuatilia. Nimekuwa na bwana Kizito Ouma, mimi naitwa Levi wa Okundi na hii ni idhaa ya Lufa Africa Media. Zidi kufuatilia, bonyeza subscribe pale na tuzidi kuelimishana.